Leo Tanganyika imeadhimisha miaka 64 ya uhuru. Rais Samia Suluh Hasan ametangaza msamaha kwa wafungwa 1036, baadhi wakiachiwa huru mapema na wengine wakipewa kupunguzwa adhabu. Kati ya wanaonufaika na msamaha huo wa rais, 2 wawili wameachiwa huru kabisa, huku 114 wakipunguziwa adhabu na wataendelea kubaki gerezani kumalizia sehemu iliyosalia ya vifungo vyao. Idadi ya wafungwa walioachiwa Desemba 9, 2025, inafanana na ile ya msamaha wa siku ya uhuru wa mwaka jana. Kwa mujibu wa kifungu cha 451 a D cha katiba ya Tanzania, mkuu wa nchi ana mamlaka ya kutoa msamaha kwa wafungwa. Tangazo hilo lilitolewa Jumanne, Desemba Desemba 2025 na Wizara ya Mambo ya Ndani, katika taarifa iliyosainiwa na Waziri, Bwana George Simbachawene. Katika taarifa yake, Simbachawene alisema serikali inatarajia walioachiwa huru kuepuka kujihusisha na uhalifu na kutojirudia gerezani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanaostahili msamaha ni pamoja na wafungwa waliohukumiwa miaka miwili au zaidi na ambao tayari wametumikia angalau robo ya vifungo vyao. Kwa mujibu wa mwongozo wa kikatiba, wafungwa hawa wamepunguziwa sehemu ya sita ya vifungo vyao vya sasa baada ya punguzo la kawaida la theluthi moja linalotolewa chini ya kifungu cha 491 cha Sheria ya Magereza sura ya 58, na wengine walionufaika ni pamoja na wafungwa wenye magonjwa sugu au hatari, na wazee walio na umri wa miaka sabini au zaidi. Tunaowahusisha pia ni wafungwa wanawake waliopokelewa gerezani wakiwa waja wazito au wakiwa na watoto, iwe wananyonyesha la, na waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja au zaidi pamoja na wafungwa wenye ulemavu wa mwili au akili unaowazuia kufanya kazi, taarifa imeeleza. Wafungwa waliowekwa kizuizini kwa sababu za kiusalama preventive detention na ambao wametumikia angalau miaka kumi pia wanahusishwa. Wasiostahili msamaha. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wafungwa wanaotumikia adhabu zisizo za kifungo, pamoja na wale waliokiuka masharti ya Bodi ya Parole sura ya 400 na kurejeshwa gerezani hawastahili Hili linawahusu pia waliohukumiwa chini ya sheria ya huduma kwa jamii sura ya 291, na, na kanuni za extra mural penal employment. Wengine wasiostahili ni wafungwa waliohukumiwa kwa makosa ya uhujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka, utakatishaji fedha, rushwa, na makosa yanayohusishwa biashara au usafirishaji wa dawa za kulevya, ikiwemo bangi. Pia wameondolewa wale waliohukumiwa kwa makosa ya kingono, utekaji au wizi wa watoto, kuwapa mimba wanafunzi au makosa yoyote yanayohusisha ukatili dhidi ya watoto na usafirishaji binadamu. Kwa wafungwa waliopatikana na hatia ya wizi, wizi kutumia silaha, wizi kutumia nguvu, umiliki usio halisi wa silaha, risasi au mabomu au kujaribu kutenda makosa hayo, taarifa imeongeza. Taarifa pia inawataja waliopatikana na hatia ya kumiliki sehemu za mwili wa binadamu. Makosa yanayohusishwa na nyara za serikali au ujangili. Wengine wasiostahili ni wafungwa waliotiwa hatia kwa kujaribu kutoroka chini ya ulinzi halisi, kusaidia kutoroka, kujaribu kuua, kuua watoto wachanga, infanticide, ugaidi, uharamia na uhalifu kimtandaoni. Aidha, wafungwa wanaotumikia kifungo cha pili au walioainishwa kama wakosaji wa kurudia makosa, waliokuwa wanufaika na msamaha wa rais hapo awali. Wafungwa waliokiuka kanuni za kinidhamu ndani ya miaka mitatu iliyopita, wadaiwa, waliotiwa hatia kwa maua au waliohukumiwa kunyongwa na wanaotumikia kifungo cha maisha wote hawajumuishwi.